Kwangu mimi nilimuona kama mama shupavu, kwa sababu alipitia, yani because vikozo vingi akaweza kuvivuka. Alikuwa anapenda haki, alikuwa hataki ubaguzi, na alijiunga katika vyama vya watu weusi, na alikuwa anatetea watu wake weusi, wakajiunga katika grupu moja, na alienda kufungwa gereza la Yesia, pia akaenda akatoroka akakutana, aka na vikwazo, akaenda kwenye Cuba na mzee wa, wa, wa nchi hiyo wa Cuba. Tukaenda kumwona ajasiri wake, akaweza kumpokea na akaweza kum, kumficha mpaka apopata uhuru wake. So nadhani, um, ya muhimu na nadhani mkubwa alisema pale, mapambano ama struggle ambayo tunafanya si kwa lugha ya kimombo tunaita lit, inakuwa safari kubwa ambayo ina shida zinakuwa nyingi sana, changamoto ambazo tunakutana zinakuwa mingi sana na sisi kwa experience, mfano ambayo tunayo, wengi kati yetu wamefungwa. Lakini kitu kingine ya muhimu sasa kwa wanafunzi sote, kama wanafunzi, nadhani ni jukumu kwa walimu, nadhani kwa mwalimu ambaye alipita hapa, kujitahidi kukuwa anafunza watoto wetu, watu kama Assata watu kama Lumumba na wapambanaji wengine ambao walikuwa shujaa. Kitu ambacho naleta kasirani sometimes ni kuona, wametujaza sisi, wametufunza wa Alexandre le Grand, wametufunza wa Leopold, le, le, wametufunza watu wengi wazungu ambao ha, sijawahi hata kulota kwenye ndoto kuwaona, sijui waliishi nini. Wale ambao wanakuwa karibu na sisi wale ambao walipigania mababu zetu walipigania generation ambazo zilikuwa nyuma yetu hatuwajui, na ninadhani hata hapa kwa assembly ya saizi ama kwa mkutano, kuna watu ndio siku ya kwanza wamesikia Asata, na ni muhimu sana tuanze kujigomboa pia, hata kuanzia education. Hiyo itakuwa kitu ya, ya maana sana. Nyingine kitu na sisi saizi tuna hiyo experience ni baada ya kumufunga kwenye jela amepata nchi ambayo imemkaribisha na ametulia, na hiyo ni kitu ya muhimu sana kwetu, kwe, kwe sisi wapambanaji. Kuna watu wengi wa, wana harakati ambao kwa sasa kufuatana na position zao kufuatana na eh, mawazo ambao wanayo serikali zao nao mabepari wanawa, wanawatafuta sana so kupata nafasi ambapo watu wameelewa umuhimu ya hiyo struggle, and they are ready to receive those who are ambao wamekimbia, ni kitu ya muhimu sana. Na pia tuelewe kamba awa waasata wamefanya jambo lao, the generation imepita. Kama saa hizi Moses anaweza akaikala aka na mzungu na hata akasheta mzungu kidole, sio kama tu ni hivi vimekuja hivi. Kuna watu wamepigana, kulikuwa watu ambao li, fanya hiyo struggle um, against ya, ubaguzi wa rangi na walipana maisha yao, sio hivi tu kusema sema walipigana au wakina, wakina Asata na wengine wengi so, ni muhimu kwa sisi pia kupigana. Generation yetu ina kazi kubwa ambayo tuna tunabii inabidi kabisa tusimamie, na kama tutakufa kesho, watoto ambao watakuja baada yetu Watarecognize kazi ambayo tutakuwa tumefanya, na miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wakipigania kwenye hilo vuguvugu la wanafunzi ilikuwa pia ni kupigania hayo masomo ya historia ama kufundishwa hiyo historia aa, sahihi ambayo ina mahusiano na wao kama Waafrika na, na, na kuseme kiujumla elimu ambayo ingeweza kuwakomboa wao kifikra na wakaweza kujipambania wenyewe sawasawa eh? Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, mimi ni mwanafunzi mstaafu. Wanafunzi wenzangu, mbali na yale ambayo tunafundishwa darasani, lakini ni muhimu zaidi kujibidisha kujifunza yale ya ziada ambayo tuambiwi darasani, lakini pia kama sehemu ya kujitahidi kuleta hayo mabadiliko <coughs> kuwa katika hivyo vyama vya mavya, wanafunzi pamoja na mambo mengine kujitahidi kupigania ah, mabadiliko tuseme ya elimu ili tufundishwe vile vitu ambavyo vina uhalisia wetu kimgusa mwanamke kati ya wana na binti wa Afrika ambao wa walipokwa kutoka katika nchi yetu ya Afrika na kupelekwa utumwani. Lakini toka siku wanaanza kukamatwa na kutekwa, walifanya mapambano na ukinzani dhidi ya unyonyaji na wabaguzi. Wewe ni sehemu ya waliokataa kupigishwa magoti wewe ni sehemu ya waliokataa kunyonywa. Wewe ni sehemu ya waliokataa kudhalilishwa. Mfano wako umesalia kiigizi chema miongoni mwetu. Mfano wako umesalia kuwa ushuhuda wa mafanikio dhidi ya dhalili na ukandamizaji. Hakuna namna ambayo sadaka na majitoleo uliyotoa yatapotea bila mafanikio. Sisi tulioko hapa siku ya leo ni sehemu ambao tumehamasika kwa kifani chema kwa maisha na mapambano yako, hivyo ni wajibu wetu kuendeleza pale ulipoishia kwa namna bora, huenda kushinda wewe ulivyofanya, ikiwa ni wajibu wa kizazi na zama zetu ili kutekeleza ukombozi wa kweli wa Afrika wote walioko ndani na nje ya Afrika, lakini ukombozi wa madhalili wote wa ulimwengu katika kila kona ya ulimwengu. Tunaahidi kuendelea kutekeleza wajibu wetu huo kwa kizazi chetu tukiwa na hakika ya kuwa kamwe kamwe udhalimu hautashinda dhidi ya haki. Na wajibu wetu kushinda. Na wajibu wetu kushinda. Ni lazima tupendane na kushirikiana. Ni lazima tupendane na kushirikiana. Hatuna cha kupoteza zaidi ya minyororo yetu. Viva Sata viva. Viva Sata viva. Viva Sata viva. Viva Sata viva. Viva Kuba viva. Viva Kuba viva. Viva Kuba viva. Viva Kuba viva. Uanguke ubeberi wa Marekani uanguke. Uanguke.